Kulikuwa na dhifa ya chakula cha jioni iliyoandaliwa wasakaji tonge mitandaoni katika hoteli ya kifahari ya Silver Palm mjini Kilifi siku ya Jumamosi usiku. Mimi naitwa Bujra, usikumi inaitwa jina la kihindi laki <mikipra> laki lakini mwenyewe sio Muhindi. Eh, mdigo kutoka Kwale, kampuni yangu inaitwa Jimbo Media. Oh, uh, wale wachekeshaji wale uh, <laughs> content, uh, ukiona kuna yule jamaa wa wivu hataki uh, mke wake aguswe, ndo hizo uh, uh, uh, uh, ukiona Bekaruga hizo uh, uh, uh, uh, ukiona kina Sofironi madikodiko uh, uh, uh, ndo hizo. Uh, vifaa hii iliandaliwa wasakaji mantiki mitandaoni kutoka kaunti ya Kilifi ili kuwapa hamasa za kisheria kuhusiana na kazi yao chini ya mipango ya serikali ya kuimarisha sekta ya ubunifu mitandaoni ambayo imechukua nafasi kubwa ya wanahabari miongoni mwa kizazi kipya hii ni influencers gala uh, dinner, gala night ambayo imeleta influencers wote wa kwale wa I mean wa pwani kwa ajili ya mambo ya content creation watu kuelimishana tuta content tutatengeza vipi namna hiyo Hmm. Nikawasili na mtoaji hamasa mwalikwa kutoka Jimbo Media ambaye ni mwanamantiki mitandaoni huku picha za kumbukumbu zikipigwa. Bujra akawadokezea kuhusu mifumo ya simu ya teknolojia za kisasa. Kikubwa mimi nimeambiwa niizungumzie phone cinematography ambayo hii nime, nimeelezea kuhusiana na uh, kamera Eh. Yeah. Utakani kutumia ile kamera ambayo unaiona kwenye simu itoke. Okay, vizuri kabisa eh, kuna kamera zingine ambazo unazidownload na, yeah. na zinakusaidia wewe kufanya kazi yako vizuri okay. Yeah. Sasa ni kama vipi hizo hizo content creation ah, eh, yeah, hizo kamera hizo ah, kuna, kutumia, eh, ba? kuna, nini, kuna Black Magic uh, camera eh. Yeah. Alafu Capcut unatumia kwa kuedit na pia unakuwa na Lightroom kwa ajili ya kueditia picha unakuwa na Canva kwa ajili ya kueditia posters namna hiyo. Miongoni mwa wasemaji alikuwa presenter Kai aliyezungumzia usakaji wa idadi ya wafuasi na kuwa na mantiki inayoeleweka kibiashara, jinsi gani unaweza ukafanya brand yako ikakua kwa viwango vingine. Pia moja ni kufanya kazi na watu wengine like relate well na wenzako kwa sababu uh, Jumbo ana watu wanamfollow ambao hawafollow Kai. Nikikolaborate na Jumbo, wale ambao hawanijui lakini wanajua Jumbo watanijua kwa Jumbo, na wale ambao wananijua hawajui Jumbo watamjua Jumbo, watanijua Jumbo. Pages zangu wakahamasishwa na msakamantiki mwa Kideu kuhusu mantiki za ubunifu. Tazungumzia tu kwa haraka, kama nilivyo sema, jambo la kwanza, mimi nafikiri kabla ufikie content yako, ni muhimu ujue brand yako ni gani, itambue kwanza, ielewe wewe ni brand gani. Ukishajua kwamba brand yako ni hii, then ukuje sasa na an idea of your content then uh, you can be able now to, uh, to move forward. All right? Uh, umuhimu wa wewe kuwa na hiyo brand yako kuwa identify uh, ni kwamba inakuwa kama vile measuring stick ya kuevaluate uh, na pia kukuweka katika soko na pia clients wanajua, ah, nikitaka content basi nitadili na brand flani. So, that is uh, very important. Kuna deals ambazo zinakuja, kuna mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali yanataka kufanya kazi na influencers wa, wa, wa wakilifi na wapwani kwa ujumla, na hivyo basi ni kwamba tuko na mwelekeo mzuri, na kwa sababu tuko na structure na tuko na uongozi, this is not the end. Tutakaa chini kupitia wale viongozi, tutaje zile shida zetu na tuone vile ambavyo tutazitatua vipi. Katibu wa wizara ya vijana Fikirini Jacobs. Akawajuza kuhusu utaratibu mpya wa biashara ya ubunifu chini ya wizara yake creative economy iko eco diverse. kuna maneno ya beauty and pageantry, kuna maneno ya stand-up comedy, kuna maneno ya music, kuna maneno ya dance, kuna maneno ya fashion sasa katika state department sisi tumetengeneza system structure. kwa sababu hii creative economy hata tutakazungumzia mara milioni moja kama hatujaweka structures thabiti inamaanisha kwamba yule ambaye atakuwa pale ataisaidia, akitoka pale itakufa. Ndio maana tumeweka structures mara mbili. Ya kwanza tumeweka structures za kiadministrative ambazo hata mimi nitoke pale leo tena, bado zitakuwa ziko pale kuhudumia creative economy katika uh, wizara, na ya pili ni kutengeneza creative economy bill ambayo itasaidia, itasaidia, itasaidia kupromote na kumanage, itasaidia kuregulate na itasaidia kuincentivize ama kuiweka iwe na thamani ya kifedha, uh, hii industry. Kiziba mkonga cha masuala ya, uh, ya kisheria kikatolewa na wakili George Kithi kuhusu taaluma hii ya usakajitonge mitandaoni ambayo inashindana kwa kasi na wanahabari ambao unazingatia sheria za kitaaluma. Content creators inaibuka um, kwamba ni uh, kitengo muhimu cha jamii na katika uchumi wa Kenya. Zipo sheria ambazo zimebuniwa uh, ziko katika mswada kwa sasa pale Bunge, na pia kuna sheria tofauti tofauti ambazo zinaamudu kuhusu umiliki wa sehemu ya digital na uh, katiba. Hivyo ulikuwa kongamano la mazungumzo mengi, hali ya biashara uh, katika content creators kuwa na mafunzo hayo. Kuna mafunzo pia ya vile mtu anaweza kuja kujiongezea nafasi kubwa ya utamalaki na ushawishi katika digital space. Na sasa hivi pia tumeweza kuongea kuhusu sheria ambazo zinamudu hiyo industry content creation. Kuna bill ambayo iko bunge kwa sasa, the content creation bill ambayo inaangalia uh, utunzi wa kiakili ama intellectual property ya content creation na vile ambavyo watu wataweza kuimudu hivyo. Nafikiri ni muhimu wao uh, waweze kuielewa hiyo, na pia how to monetize ama kutengeza pesa uh, kama biashara, na, na kuweka miundo msingi katika uh, mahali kama hapo, kwa kumekuwa na mifano tofauti tofauti ya washikadau na wale ambao wameienzi ama kubobea katika hiyo sekta, nami nikatafuta namna za kusaka content. Ah, sawa. Sasa Eh, sasa content ni nini content? Content, sasa, content. Eh, nataka kufanya content. Ni, content, content ni ufanye kitu either uelimishe ama uchekeshe kitu kama hicho. Yaani kitu ambacho kitasisimua. Sasa <laughs> <laughs> kama hapa hivi. <laughs> <laughs> B nikiripotia Coco FM, yeah. Mimi ni Lolani Kalu <laughs> <laughs> Coco FM, ladha ya pwani.